Abila, abila bwana, ah imeshtuka, <laughs> imeshtuka. No, no, no, no. Eh, allo, kina swali za huko huku. Safi, mimi nipo karibu hapa. Usafiri washina kule hapa, ndama ini tiketa kwako, unipa fahari. Huko huko wapi? Huko wapi? Uko, uko? Uh, uko Mbagara, Rondoni Temeke, Ilala, ambu, ambu, ambu, ambu, ambu. Ah, mtaani unataka maji ya kunywa? Basi poa we njo tu maji tu, haina shida, we njo maji hapo maji. Haya haya, watu wanakosa hata ela kunua maji haro hapa hey, tu karibu, karibu <laughs> karibu, karibu nangalia movie bwana hey! <laughs> <laughs> Karibuni, okay, bwana hapa ndo kwetu. Ndio mbona shangaza? Na begi begi? Eh, na begi. Unasafiri? E, jamani mm, oh, hapa ndo tumeshafika bwana. Ah, hapa nyumbani kabisa mwana wangu e, tumeshafika hapa ah, ni nyumbani <coughs> mm, bwana. Ndio nyumbani. Jua kali sana sasa hivi. Jisikie huru. Da. Ni mzuri. Kwa hapo ndo nakaa peke yake. Anakaa peke yake huyu. Da. Hapo mm, no, tunakata no, mwezi mzima. Mwezi mzima. Eh. Nashangaa, sababu bwana wewe ulisema kwamba unakuja kunywa maji. Tunaondoka afu naleta kijiji kizima, timu ya mpira. Ah, ndugu zangu bwana hawa. Sasa hapa hakuna chakula, hakuna maji. Sikia?